Nam mtazamaji wa Trend TV, bwana leoni kwa hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kime trend kweli kweli huko mtandaoni tokea siku ya jana, na hii bwana ni habari kuhusiana na mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Zuchu bwana. Huyu ndiye bebe wa Diamond Platinumz, yani ndiye mwanamke wa ndoa e, wa Diamond Platinumz, moja kati ya ma wasanii ambao wanafanya vizuri kabisa katika industry ya muziki wa Bongo Flavor hapa Tanzania. A, kama unavyoelewa kwamba Diamond bwana amekuwa akifanya mambo mengi sana makubwa hapa Bongo, na wadau mbalimbali wamekuwa wa wakishuhudia jinsi ambavyo e, Diamond amekuwa akifanya, lakini kikubwa zaidi ambacho kina make headline huko mitandaoni ni kuhusiana na mahusiano ya Diamond Platinumz, ambapo tunafahamu kabisa kwamba Diamond bwana yuko katika relationship na mwanadada anayekwenda kwa jina la Zuchu. Sasa hivi karibuni bwana Zuchu ameonekana akiwa yuko very close na Diamond Platinumz, lakini kikubwa zaidi ambacho kimemeke headline huko mtandaoni ni jambo ambalo Zuchu ameamua kulifanya, akiwa anaonyesha kwamba na yeye pia japokuwa ni superstar katika mziki wa bongo flavor, lakini akiwa kama mwanamke na yeye pia huwaga anafanya majukumu mengine kama wanawake wengine wanavyofanya kwa wapenzi wao au kwa waume zao majumbani. Lakini pia vilevile video hii ya bibie Zuchu imeonyesha jinsi gani ambavyo yeye na yeye pia uwaga anakula vyakula vya kawaida vyakula, yani vyakula fulani hivi loko kama the way ambavyo watu wengine mtaani wanavyokula, naye pia kumbe ni mpishi mzuri wa vyakula hivyo. Kwa hiyo kuna video ambayo imeenda viral kweli kweli huko mitandaoni ikiwa inaonyesha Zuchu akiwa yuko jikoni akiwa anaandaa maakuli waswahili wanasema yani, akiwa anaandaa mambo ya chakula kwa mpenzi wake Diamond Platnumz. Kwa kifupi ni kwamba bibie Zuchu bwana ameonekana akiwa yuko jikoni akiwa anapika yeye mwenyewe, na chakula ambacho alichokuwa anakipika bwana yeye mwenyewe ameposti, wakati ameshare kupitia ukurasa wake wa Snapchat, ni kwamba Zuchu bwana ameonyesha kwamba alikuwa jikoni akiwa anapika kisamvu ee, na wali Sasa kwa mujibu wake yeye mwenyewe, Zuchu bwana amekuwa akijisifu kwamba kisamvu kakitia nazi, lakini pia vilevile at the same time wali nao pia ameutia nazi. Kwa hiyo Zuchu mwenyewe hapa kupitia ukurasa wake wa Snapchat ameandika kwamba kisamvu nazi, wali nazi. So video hiyo bwana imeenda viral kwelikweli huko mtandaoni, almost kila mtu ameposti ame page mbalimbali za mitandao ya kijamii zimeposti au kuripoti kuhusiana na video hiyo, lakini pia vilevile, at the same time, ni kwamba wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kitu hicho ambacho Zuchu ameonekana akiwa anakifanya lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Zuchu wakati anafanya hayo, wakati anapika bwana, alikuwa akiimba. Sasa nyimbo ambazo alizokuwa anaziimba bwana ni nyimbo za taarabu au nyimbo fulani hivi za za unajua, taarabu inakuwa ina vijembe, kwa hiyo moja kwa moja bwana, Zuchu alikuwa na anaimba vijembe fulani hivi maana anajua kabisa kwamba kila siku huko mtandaoni yeye amekuwa akitupiwa maneno e, kila, kila siku kumekuwa kuna habari mpya zikiwa zinazushwa kuhusiana na yeye, hususan kumuhusu yeye na mpenzi wake Diamond. Sasa bana, yeye hao watu wanaozusha anawaita maprofesa wa kuzua. Kwa hiyo hiyo nyimbo ambayo ilikuwa inasikika wakati anapika bwana ilikuwa inazungumzia mambo hayo hayo ya maprofesa wa kuzua, yani watu ambao wamebobea katika masuala ya kuzusha. so jumalkole bwana ameposti hiyo video kupitia ukurasa wake wa Instagram na akaandika kwamba haya sasa, maprofesa wenzangu wa kuzua, mpo wapi? Peji nyingine hii hapa, wamekuja wameandika kwamba bwana, kwani kisamvu eh, kinakuwaga na mchuzi au? Mimi ni mgeni sielewi, au hiki kimebrandiwa zaidi kuna mtu hapa amekuja kuuliza kidogo kuhusiana na mapishi ya Zuchu akiwa anadai kwamba anapika kisamvu, lakini kisamvu ambacho alichokuwa anapika Zuchu kinaonekana kama vile kiko na mchuzi e. Mwingine huyu hapa amesambebwa na bibie kamwanda anamwandalia anamwandalia bwana wake kisamvu kilichowekwa nazi. Najua kabisa kwamba mnajua utamu wa kisamvu <coughs> <coughs> <coughs> mambo hayo. lakini pia vile vile kuna mwingine hapa amekuja ameweka ameambatanisha mahusiano ya Zuchu na Diamond ambapo watu wengi sana wamedai walikuwa wanadai kwamba hapo awali ilikuwa ni kama kiki, lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda inaonekana dhahiri shahiri kwamba bwana hawa wawili bwana ni wapenzi. Yani it's official kwamba Zuchu na Diamond bwana ni wapenzi, na inaonyesha wazi kabisa kwamba wanapendana kweli kweli, na kile ambacho watu walikuwa wanadhania kwamba ni kiki, bwana kupe mambo yako hivyo. Eh bwana, mambo ni malavi. Love is on air kwa hapa kuna mdau amekuja ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, wakiwa ameandika kwamba da bwana, hili penzi lilivyoanzaga wengi walidhania ni kike, hatimaye leo eh, limeota mizizi, limekuwa kubwa kama mti wa mbuyu. Kuna mdau mwingine hapa naye pia ameposti ameandika kwamba bwana msanii wa mziki wa bongo flava Zuchu akimpikia wa mume wake Damoplana mziki samvu nazi wali nazi Sasa nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza kuhusiana na video hii ambayo inamwonyesha Zuchu akiwa anapika kisamvu e, jikoni. Kuna wadau hapa wamekuja wameweka maoni yao. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, kuna watu watasema kwa nini unatumia sufuria hizo e, utazania kwamba hazijawakuza. kuna mdau mwingine hapa amekuja amecomment naye pia bwana, amedokeza kuhusiana na mapishi haya ya kisamvu. Yeye kidogo kwa namna moja au nyingine, anaona kama vile hayako sawa. Ameandika kwamba e, bwana, iko kisamvu gani, mbona kinakorogwa kama mlenda ya kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, kiukweli, usije ukatamani maisha ya mwenzio, kubali na kubaliana na maisha yako, sema alhamdulillah. Kwa sababu bwana, hebu njoeni mkomenti, nitarudi kusoma baadaye komenti zenu Bwana kom komenti za sufuria e, zianzi sasa, maana utadhania e, kutumia hizo sufuria za bati ni dhambi e. Kuna wengine bwana wamekuja hapa wamecomment kuhusiana na sufuria ambazo Zuchu anatumia e, bwana lakini pia wengine wamekuja kuzungumzia kuhusiana na mapishi ya bibiye Zuchu, wanauliza kwamba icho kisamvu mbona kina mchuzi? Wengine wanasema kwamba bwana, kisamvu gani mbona kinakorogwa kama mlenda?